Hello. Hello. Karibu katika channel yetu ya Elimika. Katika video hii tumekuandalia mahususi tuweze kuelekeza jinsi gani unaweza kuhamisha namba zako za simu kutoka katika email moja na kuzipeleka kwenye email nyingine. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kama ni mara yako ya kwanza kuangalia kwa video zetu. Katika video hii ili kuweza kuhamisha na namba zako za simu kutoka katika email moja kwenda katika email nyingine utatakiwa kuwa na application inaitwa contact, kama tunavyoiona hapo. Hii ndio application ambayo itatuwezesha sisi kuweza kuhamisha namba zetu za simu kutoka moja, awali, katika email moja ambapo tulizisave awali kuzipeleka katika email nyingine. Kwa hiyo tutaingia katika hiyo application. Baada ya kuingia Tabonyeza hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo, tutakuja hapa kulipoandikwa manage contact. Baada ya kugusa hapo, kutakuja machaguo kama tunavyoyaona sasa. Sisi cha kwanza, tunatakiwa kwanza ku export hizi, maana yake tu download kwanza file ambayo itakuwa na na namba zetu za simu ili kuweza kuzi input ama kuziingiza katika email nyingine. Kwa hiyo hatua ya kwanza tuta export. Tutabonyeza hapo, tutachagua internal storage tuta export. Kwa hiyo tutazitoa katika email ambazo zilikuwepo mwanzo, tutasubiri iweze kudownload. Tutapata notification, tunaona ina download. Kwa hiyo tutasubiri ikikamilika, itatuambia imekamilika, tutabonyeza okay. Kwa hiyo sasa hapo tayari tumesha Umesha export. Sasa tunataka kwenda kuziweka katika email nyingine. Utatafuta tu wale zile zile ambazo tulifanya mwanzo wakati tuna export ile file la namba zetu za sim, sasa tunataka kwenda kuweka katika email nyingine. Utabonyeza hivi vidoti vitatu, utaenda kwenye manage contact, hapo tutakuja kwenye import. Sasa hapo simu yako inatakiwa iwe tayari kuna hiyo email nyingine umeshaiadi kama Google account, maana yake katika simu yako uko tayari kunasoma email zaidi ya moja ile ambayo ina namba zako, ambayo unatumia kwa awali. Sasa unataka kuhamisha katika email nyingine, kwa hiyo email nyingine, basi utakiwa pia uwe umesha login katika simu yako. kwa hiyo utakapobonyeza input utachagua hapo kama ni phone ama sim, tuchagua phone, o cloud storage. baada hapo tutakwenda ku select ile file yetu, tulio download. Ni hii hapa juu. Tutabonyeza done. Baada ya hapo, tutachagua email ambayo kwamba tunataka hiyo hizo contact ziende. Baada ya kuchagua, tutakuja kubonyeza import. Kwa hiyo baada ya hapo, tutaona huko juu inaanza kuimport hizo faili zetu. Kama tunavyoona inasoma majina taratibu, kuweza kuyaadi katika email nyingine. Kwa hiyo itasoma mwisho wa siku itakavyokamilisha itatuambia done kwa contact to to your Google, tukabonyeza okay, itakuwa tayari umeshaadhi uh, namba zako za simu kutoka katika email moja kwenda katika email nyingine. Tukumbushe tena mwisho wa video hii, basi ni mwanzo wa video nyingine kama hii nzuri za mafunzo mbalimbali ya kielimu, pamoja na matangazo ya fursa pamoja na ajira zinazotangazwa na sekta binafsi pamoja na na serikalini. Hivyo usisahau kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza kuangalia video zetu.